Na nasema hivi mimi, sio kama nimeshindwa kumlea huyu mtoto, mimi naweza sasa kumlea mtoto. Nimekupa wewe kwa sababu wewe mama sasa, nakwambiaje, kama ukimshindwa, nakwenda serikalini, namchukua mwenyewe mwanangu, namlea. Sishindwi kumlea mtoto mimi, nimekuwata wewe

Wewe, hebu niambie Wini koje? Naye mimi ndio baba yake. Wewe mbona sikujui? Wewe ongea vizuri, utaumia. Wewe sasa, mimi baba yake. Wewe w na mtoto wa nani? Hebu nyosha maneno tena vizuri unaweza kuumia kwa sababu mimi kwa jeshi ni, unasikia? Unaweza kuumia, unaona mkono Roe ah, na ah. Eh, uangalie vizuri wewe mgumu. Usikia, uko ndani mwanawe sadali hospitali. Usinyamishwe

hata yani, akina hata wafadhali maji, mimi ninayo mate, anasikumizia mdogo mdogo. Ndio mwende vipi? Kwanza kazi yangu umeimaliza, unigombanishe na mume wangu, mana nicheke mpaka nieke mguu hivi, eti amekataa kakata nusu anipige. Ah, wewe maneno yako umeyapata. kwanza kwanza, yaani <gulia> kwanza nicheki alafu nivute punzi ndugu <gulia> yangu. Yani nataka kucheka wakati mwenzangu upo kwenye mawazo. Mimi nataka kucheka hapa, nianze kupigwa sije nikapigwa bi bu... ndugu, unasema ukweli wa bwana wako kishintobe ya... amekataa <gulia> si wazima kabisa maana ndio unatoka na wewe. <laughs> yaani umini <laughs> yaani bahati, ungechelewa kidogo tu usingenikuta. Vipi kuhusu swala langu kwanza, kabla ya yayote? Swala lako mwanangu, nimelifanyia kazi kwa asilimia mia moja, yaani mm. kama kuna ongezeko asilimia nyingine utaziongeza mm. wewe, lakini mfanyia kazi kwa asilimia mia na majibu yake vipi? Ah, mm. Ah, majibu ambayo wamenipa kwa mimi kwa akili zangu timamu na utu uzima huu kwa upande wangu mm -hmm. Sijakubaliana nayo. Yaani sijui wewe. Sawa, so, sasa mimi lengo la kuja hapa kwanza leo, uh -huh. Ile siku nilokuja hapa nikakwambia, nilienda nyumbani kwa yule binti eh nimekaa kama sukazaa mbeleni mbeleni, ikabidi nimfuate tena, na nilichomwambia yeye ndio nimekuja kukwambia wewe leo hii. <laughs> Yani mama wangu, yani nilichoenda kumwambia na ninachokuja kukwambia hapa sasa hivi ndicho ambacho kimekaa akilini mwangu na ndicho ambacho nimekiamua, hi kwa sasa hivi. Haya, kwamba kwanzia leo mimi na yule binti kuhusu hizi habari zisi zalipo na yeye mamu sijui habari za mimi sijui na alimo sijui mimi na mama mii, kwanza leo nimezikansel mama yangu, na we wala sitaki tena ujishughurishe na huyo binti, kwamba eti umwite kuzungumza. Hapana, kama yeye kaamua kujibu visivyo, basi mimi niamua kumwachia huyo elimu aendelee kukaa naye, kwa sababu nimeona zitazidi kunipa ma stress, kutokana nina chuki. Unajua ile chuki, yani ile kwamba moyo wangu unauma Yaani na chuki mpaka kiasi ambacho naweza nikasema nikafanya kitu kibaya. Sasa kwa nini tufikie huko?

uko kama nalia utafikiri mazuri navyocheka. Ndugu yangu nisame. Shoga wewe, una uhakika kama mumeo mume kakataa kabisa, kakataa kabisa. Sasa sikia, ndugu yangu, mimi umbea na ujua A to Z. Sasa subiri, ndugu yangu, mimi silazi damu, hiyo siku nataka ifike. Yani atalewa ukesho, sianielewa, nakukutanisha wewe uo bwana wako na huyo kimwanafunzi huyo asiojua kutulia nyumbani kwao kusoma, kukaa chini, kuelewa elimu ilivyo sasa hivi, maisha ya polisi. Ndugu yangu, yeye anapapatikana na wanaume wa watu. Labda hapo siku utaponikutanisha nao, ndo nitakuamini. Kwa sahivi sikuamini hata kidogo. Kwanza una maneno mengi sana, afu nisikize nikwambie, mimi yule ni mume wangu sana. Ole wako, ilo unalolisema lisiwepo. <laughs> nitakukata kichwa Dada, ndo umefika huko, nikate kichwa tena wa bwanangu mimi nitakayempata itakuwaje? Kwanza kwa mfano sasa, sikia hapa, sija kudaza damu, sijui unanielewa shoga yangu. Hilo usijali, yes, mimi sina haja ya kukaa hapa kusema nikae nisubirie, sijui nikubembeleze, una mawazo sijui kitu gani. Sikae ndugu yangu hapa, nipo lele lele na kijola changu. Nenda kusaka umbea huko, si unajua. Na sasa hivi ndugu yangu, umbea si uleti bure. Sasa hapa unatoa hela tunakanyagia umo tu. Poa. Kuna watu mama mpaka wanaua kwa sababu ya mambo ah, ya mambo ya mambo ya mapenzi. Sasa mimi sitaki tufikie huko mamangu, na kama unavyojua mapenzi yanaweza kufanya mtu akafanya kitu chochote kile hapa duniani. Sasa kwa nini tufikie huko? Ndio maana nimekuja leo ngasema mamangu, acha ah, tu wewe, acha alivyo, hata usimwache yule binti, muache tu ende. Mimi nimeshamwachia. Na nimemwachia Mwenyezi Mungu mamangu. Kalma mwanangu. Kalma. Kalma mwanangu Unaambiwa siku zote unapokuwa na chuki ndani ya nafsi, inaweza kawa ni hasara kubwa sana kwako unapoweka chuki ndani ya nafsi yako. Najua ni jinsi gani mama amekuumiza, lakini unapoweka chuki ndani ya nafsi, lakini kwa sababu wewe ndio ambaye mwenye changamoto hizo okay. Hamna mamangu wala mm. Usijali, usijali kuhusu mimi kabisa. Mi tu kukwambia hivyo mamangu, kuwa na amani, ila tu we hacha kuzifuatilia hizo habari, si elimu, sijui mama, achana nazo kabisa, achana nazo mm. mm. nisikusumbue tena. Naumia sana tena sana, na mamu nilishakaa naye mamu, nimeshaongea naye Kalma. Imagine kwamba wewe mwenyewe umesema kwamba hujamuelewa kaongea nini, si mtu ambaye tayari ameshaamua na maamuzi yake hmm. Basi tatumwache, kwa mimi sikucheleweshe tu mama, safari yako unayoenda, ah. hata mimi nikuache uende nami niende kwa mizunguko yangu, lakini maamuzi yangu ndo hayo, wala hutanisikia tena. Nakuja nakwambia bali sio za mama, sio elimu, sio mimi hapa, sio nini tu, na tuna amani, mama Nilikuja kuongea na wewe kama mtu mzima nikategemea kwamba mama atakuelewa, lakini nimemfuata mwenyewe, hakuna kinachoeleweka na we mwenyewe umeniambia kwamba huna ulichomuelewa. Basi mwache, mi naomba niende, mama. Haya mwanangu, kalma akili, pole sana. Hivi wewe, we mtu mzima kisheti, wewe usokwa na haya, wala usokwa na mshipa aibu? Aya kicha kusibu kitu gani kwenda kwa babake wini pale? Yaani, umemfuata na umemwambia kama Wein upo hospitali. Kitu gani ulitumwa au sasa hivi unaashwa unawasho, ndugu yangu? Mbona umbona kaujeree mwanangu, wewe yaoj umeniuzie unalopoka sana, ani unalopoka tu, mabaki pumbavu unalopoka tu yani. Ufikiria hata unaongeana nani hapa? Kwa mimi kosangu kufuata babake wewe ni kumwambia kwamba mwanae yuko hospitali. Hivi ndugu yangu anajisaulisha au unajifanya jifanyaje? Yani, Wewe unajui janga lolo lifanya pale kwa Wini? Eh? Angalia sura yake hivyo, mshuka yani, na midevu yake. Wewe unajui Wini umemfanya nini wewe? Ya nini nimekutengenezea kabisa kwa ule mbaba ili ijulikane mimba ya ule mtu. Wewe tena umeenda kuyazokolozoa? Nini sasa? Na wewe nilikwambia usifanye chochote bila kunishirikisha. Kitu gani kilichokufanya uende kule wewe? Mbona unakuwa ujielewi mtu mzima afu ujelewi? Angalia baba mzima na midevu yako, hata uelewi chochote ukiambiwa, hata usikilizi. Haya, yaani umenikibua, yaani umenchefua, ujui tu wewe. Nisikilize sawa. Kwanza mimi mino, tushaongea kabisa kama unapaswa uende kwa, kwa atakaye, lakini mpaka sasa hivi hujanipa majibu yoyote, nami najua hujaenda. Eti ujaenda <laughs> kwa atakaye? si na nini wewe, ulikuwepo? ulikuwepo au uliniona kwa atakaye nimeenda, na nimemfikishia salamu zote, na natakiwa hapa. Yani nasikia nkunde, yani sijui nikwambiaje ya. Siku yoyote muda wote lazima nimkutanishe atakaye, yule mwanafunzi yule na yule mume wake. Haya wewe, kilicho kufanya hapa kwenda kwa ule mbaba nini, kumwambia baba yake wini kama wini upo hospitali simkurangi, ehe eh. Nyinyi mnafanya ukumbavu sana. Sa, sasa mimi nakwambia, mimi namtaka mwanangu. Wewe usaikuwa na mtoto yani mwanangu hayuko, alafu unasema mimi nashangaa, wewe ushangaa Alileta hapa mwanako kwa kule. Ameleta hapa na mimi. Ulimpokea au kumpokea? Nimepokea. Ah, baada ya kumpokea kidogo. Sisi ndio kwambia. Mtoto mama, anauma. Tena anauma mjibaba mjibaba ke... kweli kweli. Uwezi kujua mke wangu amepitia na mke azipi mpaka mtoto akapatikana. Mimi nitakufanyia balaa nyinyi mpaka mtajijua kwa sababu gani? Huyu mtoto huyu sio popoto. Mwesikia, mama. Mimi nakumbuka nimemwacha hapa. Ukaenda wapi? Nimefuatilia vipimo vyake. Vipimo yani, kwani karanga hizo mpaka upi? Kupima kitu gani? Kuna mzani wa kupimia au kitu gani? Mama, mama, namtaka mwanangu. Mama sio mchezo. Mimi namtaka mwanangu. Bila mwanangu kupatikana mama, ile balaa yake itakapotokea mtajuta kuzaliwa. Nakwambia, ndio utanijua mimi kama nani. Namtaka mwanangu. Wewe unajua kuzaa? Ushawahi kupata mtoto wewe? Wewe unajua mimi nasababu gani na mtoto? Wewe, wewe, mama, mwanangu! Mwanangu balaa wahi kuliona. Subiri, subiri utafurahi, bannisikiliza stnnisikiliza kwa makini sana, wazungu wanasema kwamba ah, wazungu wanasema kwamba wazungu wanasema aawatumi unaletea uzungu mi hapa. Hivi ukiniangalia mi mzungu hapa eh? Mi mzungu babu, siletee mambo ya kizungu mimi hey. Nitakuamshia sasa hivo, kumbe unijui wewe. Yaani mimi nakunyoshia njia wewe, una kama mipunguani ndugu yangu atakusaidia vipi wewe Yani katika zuzu na wewe uzuzu upo umo, umo kwa sababu gani? Hauwezi ukamjua wenzio zuzu, wakati wa mwenyewe upo zuzu zuzu zuzu, na ule mume wake atakae ndio hivyo hivyo, midevu imewachicha maa, lakini kuelewa mwelewa, watu atuwazimanyie hata sijui mmepewa ndevu za nini bwana? usinitusi we. nini bwana, usinitusi. Unanitusi sasa, sikia kunapoelekea tutagombana, afu na mimi sitaki tugombane wala nini hapa. Nimekuja tuelewane. Haya, inakuwaje ule mzigo bwana wewe unachukulia naniweza, au sio